Miongoni mwa tabia zilizokuwa bora kabisa, miongoni mwa tabia ambazo zimekosekana leo hii katika jamii ya Kiislamu, miongoni mwa tabia ambazo zina nafasi kubwa sana katika dini yetu ya Uislamu, ala wahiya alhaya, si nyingine tabia hiyi mmlamguni, ni tabia ya haya. Yaqulu alalama Ibnu Hajar Alasqalani

Mwanazuoni mkubwa kabisa Ibnu Hajar Al Asqalani, Allah rehemu, katika kitabu cha Fathul Bari sharhi ya Sahihi Bukhari anasema akitoa maana ya haya anasema, alhaya ha. khuluqu tabia ya haya ni tabia ambayo, ya baadhu sahiba, inampeleka mtu mwenye tabia hiyo, inamfanya mtu mwenye tabia hiyo ya haya ala jtinabi lqabihi, juu ya zima na kujiepusha na mambo machafu. Tabia haya inamfanya mtu ajiweke mbali na tabia chafu na mambo machafu na mambo yasiyofaa kuyafanya kwake kwa mujibu wa sheria. Lakini si hivyo tu, tabia hii inamzuia mtu min tafsili haqi ili haqi, kufanya dhulma kudhulumu haki ya mtu mwingine. Tabia ya haya, ndugu zanguni wapenzwa tukufu, kwa Kiislamu ni tabia inayomfanya mtu ajiepushe na maovu, lakini ajiweke mbali na dhulma, kuwadhulumu kuwa kuwa watu wengine. Ndugu zanguni wapenzwa tukufu, kwa Kiislamu tabia ya haya ni arsakh akhlaqi lislam, ni katika tabia kubwa na tabia bora kabisa miongoni mwa tabia za Uislamu wa tunafahamu kwamba kila jamii, kila dini ina nembo ambayo inatambulisha watu wa jamii hiyo, kila dini ina nembo ambayo inatambulisha watu wa dini hiyo. Basi tambua ndugu yangu a Uislamu, tabia ya haya ni tabia pekee ambayo imebeba nembo ya Uislamu.

ina tabia yake. Kila dini ina tabia ambayo ni nembo inayotambulisha watu wa dini hiyo. Basi, wa khuluqul islamul haya, na tabia ambayo inatambulisha, tabia ambayo ndiyo nembo ya dini ya Uislam. Alhayau ni tabia ya haya, ni tabia inayomfanya mtu kujiepusha na yasiyofaa, ni tabia inayomfanya mtu kujiweka mbali na dhulma, kuwadhulumu watu wengine lakini vilevile ndugu zangu, ni wapenzi wa tukufu wa Kiislam, tabia hii ya haya ni miongoni mwa tabia alizojipamba nazo bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hili analithibitisha, analithibitisha asahabiyu ljalil Abi Saidi al Khudri radiyallahu taala anhu, anasema akimweleza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwa namna alivyokuwa akisifika na akipambika na tabia zilizokuwa bora.

ukubwa wa tabia yake hii ya haya, min al-adraai fi hidriha, kuliko binti mwanamwali ambaye yuko kwenye hifadhi na stara yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haya sana. Hii ni tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasam falidhalikum ajiha lahiba, hivyo ndimuzunguni wa pinzi wa tukufu wa kwa kuwa tabia ya haya ni nembo ya dini yetu ya Uislamu, ni tabia iliyobeba alama kubwa ya kutambulisha watu wanaosifika na dini ya Uislamu, lakini kwa kuwa ndio tabia pekee ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifika nayo, kwa, ali kwa katika mazingira ma, ya juu kabisa basi nikitamgula beli za utukufu wa Kiislam, dini yetu ya Uislamu hasana imetuhimiza sana imetuimiza sisi wafuasi wake, ala ltizami bilhayahi bilha, tuweze kulazimiana na kujipamba na, na tabia hii ya haya. Tena maimizo haya yamekuja katika nusus hadithi mbalimbali mbali, lakini kwa asalibi mutanawia, katika namna tofauti tofauti ambazo zote zinatutaka sisi wafuasi wa dini ya Uislamu tunaojipamba na dini ya Uislamu basi tuhakikishe pia tunajipaba na tabia hii ya haya. Miongoni mwa nas mwa dalili mwa hadithi mafundisho yaliyokuja kutuhimiza mimi na wewe katika tabia hii ya haya ndugu yangu, ni hadithi ambayo anaisimulia anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa akitaja matawi ya imani, anasema alimanu bidhun wa sab'una au bidhun wa sittuna shuba Imani ina matawi zaidi ya sabini na tatu au zaidi ya sitini na tatu imani. Faafdaluha, na tawi la juu kabisa katika matawi ya imani ni qaulu la ilaha illallah, ni mtu kusema la ilaha illallah. Hili ni tawi la juu katika matawi ya imani. Wa adnaha, na tawi la chini kabisa katika matawi ya, ya imani Imatatuladha ani tariqi, ni kitendo cha mtu kuondoa udhia, kuondoa jambo ambalo litawaudhi wengine njiani. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wal haya katika imani vile vile, au matawi ya iman, wal haya, na tabia ya haya minal iman, ni katika imani ndugu zangu ni wapenzi watukufu wa kiislamu hii ni tabia ya haya ambayo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam salam anahitaja ni miongoni mwa matawi ya imani alhayau min al iman tabia ya haya tabia ya mtu kujiepusha na mambo yasiofaa tabia ya mtu kujiepusha na dhulma kuwadhulumu watu wengine ni katika imani lakini si hivi tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi nyingine anatamka wazi kabisa akisema, alhayau min aliman, hakika ya tabia ya haya ni katika iman. Yani mtu akijipamba na sifa ya haya, huyu bila shaka amejipamba na sifa ya iman, wal iman fi ljanna. Na siku zote mtu anayepambika anayesifika na iman basi hakika sifa hiyo itakuwa inatosha kwake kumfanya aipate pepo ya Allah tabarak wa taala. Tunaomba Allah tujalie tuwe katika watu hao. Hawo ni zawadi ya pekee w tukukwa Kiislamu. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu nyingine ya hadithi hii anasema, wal badhaa wal badhaa minaljafaa waljafaatu fin nar. Lakini tabia albadhaa, tabia ya mtu kuwa na ujasiri wa kuongea maneno yasiyofaa, tabia ya mtu kukosa haya, anasema min aljafa. Hii inatokana na kukosa kwake aibu, hii inatokana na kukosa kwake adabu. Mtu akikosa adabu anakosa haya, anakuwa hana tabia ya haya, apambiki na haya na mtu aliyekosa adabu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam waljafaa fi nar. Na mtu mwenye kukosa adabu na akafanya yasiofaa, huyo tabia hii itamtosha yeye kumuingiza katika adhabu ya moto wa Jahannam kesho mbele za Allah tabarak wa taala. Allah tuepushe katika watu hao hawo. Ndugu zanguni, wapenzi wa kikuku Islam, hadithi nyingine tuwe na sallama, anasema inna lhayaa wal iman qarna jamia hakika ya tabia ya haya na tabia ya imani. Yani imani na haya, qarna jamian, hivi vinakwenda pamoja, vinaambatana, viko pamoja, haviachani hivi viwili. Yani mtu mwenye imani na haya na kusifika na tabia hii ya haya, hivi viwili vinaenda sambamba. Mwenye imani siku zote anakuwa na haya, mwenye haya siku zote anakuwa na imani. Mwenye imani siku zote anajiweka mbali na mambo yasiyofaa mambo maovu na machafu. Mwenye imani ya kweli siku zote hawi katika kuwadhulumu watu, hawadhulumu watu wengine haki zao. Hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ndani ya hadithi hii, inna lhayaa wal iman qarna jamian, hakika ya tabia ya haya na iman hivi viwili vinakwenda sambamba vinaenda pamoja. Faida rafaa ahaduhuma rafaa al-akhar, kikiondoka kimojawapo, kiki kiki basi chengine nacho kinaondoka. Yani, imani ikiondoka kwa mtu haya haiwezi kubaki kwa mtu huyo. Vile vile, haya ikiondoka kwa mtu, mtu akiwa hana tabia ya haya, mtu hana aibu, mtu hajiepushi na mambo mabovu na machafu, basi imani kwake haiwezi kubaki.

anasema akielezea ubora wa tabia hii ya haya na akituhimiza sisi tuweze kujipamba na tabia hii anasema, radiyallahu ta'ala anhu, man qalla hayauhu man qalla hayauhu qalla warauhu wa man qalla warauhu mata qalbuhu, mtu yeyote ambaye tabia yake ya haya haya yake imekuwa chini, amekuwa ni mchache wa tabia ya haya mtu yeyote mwenye hali hiyo, yani tabia ya haya kwake imekuwa michache sana, imekuwa ni ndogo sana, hajajipamba vilivyo na tabia hii ya haya. Anasema mtu huyo qalla wara'uhu, basi wara kwake napo utakuwa ni mchache. Wara ni nini? wara ni hali ambayo mtu anakuwa nayo katika kujiepusha na yasiyofaa, ni hali ambayo mtu anakuwa nayo katika kuyaendea mambo mazuri ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Yani, i ni, i ni hamasa na shauku ambayo mtu anakuwa nayo katika kufanya toa kumti Allah tabaraka wa taala. Hii ni wara. Anasema Umar man qalla hayau, yeyote ambaye tabia ya haya itakuwa ni chache kwake atakuwa ni mchache wa tabia ya haya, basi vile vile hatakuwa na hamu, hatakuwa na nguvu, hatakuwa na hamasa ya kuyendea yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Naam na, na hii ndiyo hali ambayo tuko nayo leo. Watu wengi katika Waislamu wamekuwa si wepesi katika kuendea maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Wamekuwa wazito katika kufanya mambo ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, bali wako mstari wa mbele katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Kwa sababu waraa kwao imeondoka. Kwa nini? Kwa sababu ni wachache wa tabia ya haya. Man qalla hayauhu qalla warauhu, yeyote ambaye tabia haya itakuwa ni chache kwake itakuwa ni ndogo, basi hata hima ya kuendea mazuri kwake itapungua. Wa man qalla warauhu, na mtu yeyote ambaye hana hima, hana shauku, hana ari ya kuendea mambo mazuri ambayo Allah anayependa na kuyerehia, huyo mata qalbuhu, bila shaka moyo wake utakufa. Yani, mtu ambaye siku zote anakaa hana hamu hana ngungu hana shauku ya kuyafanya yaliyokuwa mazuri, moyo wake unaenda kufa. Haya ni maneno aliyosema sahaba wa, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni khalifa wa pili katika makhalifa wa nne waongofu. Ndugu zangu, ni wapenzi wa tukufu wa tu kufa Islam, tabia ya haya, tabia ya haya ni hasanatul muslim, mtu anayejipamba na, na tabia hii ya haya mtu ambaye siku zote anajiweka mbali, anajiepusha na mambo maovu na machafu. Mtu ambaye siku zote anajiepusha na dhulma, hawadhulumu watu wengine, basi hii tabia ya haya inakuwa ni hasana, ni kinga kwake, ni kinga kutokana na maasi yote, kutokana na madhambi yote. Mtu ukiwa na tabia haya haya yanakuja katika maneno ya, ya, ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi ambayo inapatikana katika kitabu cha Sahihi Bukhari, anasema Mtume asalam, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shita, hakika katika mafundisho na maelekezo ambayo watu waliyapata kutoka kwa manabii wa mwanzo Inna mima adraka lnasu min kalami nubuwati lula, hakika katika mafunzo ambayo wa watu waliyapata kutoka katika maneno wa manabii mitume waliyotangulia. Mitume waliotangulia walikuwa wa wa wakiwaambia watu wao maneno haya <tikana> idha lam tastahi fasna ma shita, pindi wewe muislam pale wewe muislam unapokosa tabia ya haya fasna mashita, hakika utafanya kila jambo ambalo moyo wako unakuelekeza, hakika utafanya kila jambo ambalo akili yako inakuelekeza, liwe zuri, liwe baya, liwe laaibu, la aibu, la kasoro, la dhulma, wewe utalifanya tu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hauna tabia ya haya. Idha lam tastahi fasna mashita, ikiwa wewe utakosa tabia ya haya basi hakika utafanya kila jambo ambalo litapita mbele yako na akili yako itakutuma. Maana yake nini? Hakikisha una tabia ya haya ili upate kinga, usiwe ni mwenye kuyaendea maasi, madhambi, mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza na kuyakemea. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adhim, wa nafani bil ayati wadhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.

Hunaka maratibu lhaya, kuna daraja au matawi ya haya ambayo wanazuoni wameaweka yote, ikiwa ni katika kutuelekeza mimi na wewe kuhakikisha tunaichunga tabia hii katika matawi hayo husika, tabia ya haya, ama matawi ya tabia ya haya au wala, ni tawi la kwanza, alhaya ni binallah ni mtu kumwonea haya Allah tabarak wa taala, mtu kuwa na haya kwa Allah tabarak wa taala. Na yoyote mwenye kuwa na tabia hii ya haya, akamwonea haya Allah akamwonea aibu Allah tabaraka wa taala, bila shaka atakuwa na hima, atakuwa ni mwepesi, atakuwa ni mwenye kutekeleza kuyaendea na kuyatekeleza yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia mwenye kumuonea aibu Allah daima hatothubutu kuyafanya mambo ambayo yeye aliyakataza. Leo watu wanamwasi Allah, sababu kubwa, wamekosa haya, hawamuonei aibu Allah tabaraka wataala. Yani mtu anafanya madhambi haoni aibu haoni haya, wala hajisikii mbaya kwamba muumba aliyeniumba mimi, aliyeniweka hapo ulimwenguni aliyenipa viungo hivi nilivyokuwa navyo, kanipa masikio ambayo leo nasikilizia mziki, kanipa macho ambayo leo naangalia visivyofaa, kanipa mdomo ambayo leo nazungumza ya kumchukiza huyo Allah tabaraka wa taala, kanipa miguu ambayo leo naendea yale ambayo yeye ameyakataza. Hana haya mtu, hana aibu Muone aibu Allah tabarak wa taala. Ndugu yangu, muogope Allah tabarak wa taala, muone haya Allah tabarak wa taala. Pale unapoona unaenda katika kuyafanya mambo yasiyofaa, basi kumbuka yupo aliyekuumba, muone aibu Allah tabarak wa taala, na uache mara moja jambo hilo ambalo unaenda la kumwasi Allah tabarak wa taala, bali muone aibu Allah tabarak wa taala, na uendelee ukayatekeleza yale ambayo yeye ya anayapenda na kuyaridhia.

hatoacha kufata yale aliyoyaelekeza, hatokaa kuzusha katika dini kuyafanya mambo ambayo kinyume na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale watu ambao wanafanya mambo ya bidaa, wanafanya mambo ya uzushi, wanafanya mambo ambayo siyo katika ambayo ameyafundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwoneeni aibu, mwoneni aibu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muoneeni haya ukikosa haya sehemu hii basi utakuwa wewe unayafanya yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha, utakuwa unaenda kinyume na mafundisho ya mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tuepushe na hilo ndugu zangu wapenzi watukufu wa Uislamu, tawi la tatu, sehemu ya tatu katika haya ambayo mtu atakiwa kuwa nayo, alhayau minan nas, kuwaonea haya watu wengine, kuwaonea aibu watu wengine. Wanasema wanazuoni, yeyote ambaye atakuwa na aibu kwa watu wengine, anawaonea haya watu wengine, basi hatokaa kuyafanya yale ambayo watu watamchukulia tofauti. Watu watamshushia heshima yake, watu watamuona hajielewi, hajitambui. Watu watamuona hana adabu. Anaona aibu, hawezi kufanya mambo yatakayomvunjia ya heshima kwa watu Umemwonea haya Allah, umemwonea haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi pia waonee haya, wa waone haya watu, watu waone aibu watu. Yako mambo ambayo utayafanya wewe, ambaye unamwogopa Allah, wewe ambaye unashikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mambo hayo unayafanya si mazuri kwa wanadamu wenzao, si mazuri kwa watu wanapoangalia wewe, azima bwana, mashehe wengine, maustadhi wengine, watu wengine, unajishishia heshima yako alhayau min alnas, waone haya watu, waone haya watu, waonee aibu usifanye yale ambayo yatakupelekea ya wewe heshima yako kushuka kwa watu wengine. Ama tawi la nne katika matawi ya haya, alhayau min nafsika, kujionea haya nafsi yako, kujionea aibu nafsi yako, kujionea aibu wewe mwenyewe, yani ujionee aibu ili ambalo naenda kulifanya mimi nafsi yangu nafasi yangu kwa watu itakuwa vipi? Mimi nitakuwa katika mazingira gani? Hivi ambavyo naonekana kama baba kama kiongozi kama kijana wa Kiislamu nitakuwa vipi kwa nafsi yangu? Nitawekwa daraja gani kwa watu? ikiwa unaenda kuyafanya mambo yesufaa, jitathmini katika sehemu hizo, angalia kwanza, umuone haya Allah, umuone haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, hili Allah ameliamuru nalipenda na, na kulidhia? Je, hivi ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza na kufundisha? Je, hivi nikilifanya hili watu watanionaje? Hawatunishusha, hawatuniona mimi sifai au sina adabu? Je, hivi nikilifanya, nafsi yangu na nafasi yangu itakuwa vipi kwa watu ambao wataniona na mbele za Allah Tabaraka wa Taala? Ndugu zangu wapenzi, wa tukufu wa Islam, sehemu hizi nne hakikisha unachunga tabia ya haya, hakikisha unajipamba na haya katika sehemu hizo nne, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ma kana lhayau fi shayin illa zanahu, ma kana lhayau fi shayin illa zana. tabia ya haya haiwi katika kitu chochote, yani mtu hajipambi na tabia ya haya baina yake yeye na mola wake, mtu hamuonei haya, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu haonei wa haya watu wengine, wala haionei haya nafsi yake, isipokuwa hiyo tabia ya haya. Akiweka sehemu hizo, basi zana huru itamfanya iyekuwa katika mazingira mazuri. Haya itakupamba vizuri, itakupamba vizuri baina yako na mola wako, itakupamba vizuri baina yako na, na mtume wako, itakupamba vizuri baina yako na watu itakupamba vizuri wewe katika nafsi yako. ma kana lhayau fi shay'in illa zanahu, tabia haya haiwi katika chochote kile isipokuwa kitu hicho kitapambika vizuri na kitakuwa vizuri kitasifika kwa uzuri wa ma kana lfuhshu fi shay'in illa shanahu. Lakini kilime chake ubaya na uovu, mtu hawezi akajisifu hawezi akajipamba na uovu baina yake na Allah ana uwezo anamwasi Allah. Baina yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamuasi, anaenda kinyume na mafundisho yake baina yake na watu anafanya yale ya kuwaudhi watu. Baina yake yeye na nafsi yake anafanya yale ambayo yatashusha nafsi yake. Anasema wa ma kana al-fahshu fi shay'in, uwu hauwi katika jambo lolote, illa shanahu, usipokuwa utanifanya jambo hilo kuwa baya, utamfanya mtu huyo kuwa ni mbaya, utamweka mtu katika mazingira yaliyokuwa mabaya kabisa. Tunamuomba Allah tabarak wa taala ayarzuqana alhaya fi kulli hal.